Karibuni sana wapendwa, vitabu hivi ni vizuri mno, vyenye kutujenga na kutusaidia. Kuna wakati huwa wanajiuliza kwa nini kwenye Biblia za madhehebu mengine havipo, kwa sababu vina ujumbe mzuri sana wa neno la Mungu. Na kukaribisha Mkristo mwenzangu popote ulipo, tuweze kuungana kwa njia hii ya sauti. Wewe pia unaweza ukatufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakupa nafasi ya kuendelea kusoma kwa ukaribu zaidi, na usisahau kusubscribe upande wa YouTube na usisahau kufollow upande wa Facebook kama bado hujafanya. Namna hiyo itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kusoma muda wote. Tusali tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa upendo wako, tunakushukuru kwa uzuri na utakatifu wako. Tunaomba msamaha kwa ajili ya dhambi na kila aina ya makosa tuliyobeba ndani yetu. Tunaomba Mungu tusamee, na damu yako itutakase na kutufanya upya. Tunakualika Roho Mtakatifu, tunaomba uje, Roho kiongozi wetu, utusaidie kulisoma neno lako na utusaidie kulielewa. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Tuungane, tuanze usomaji ni hekima ya Sulemani, sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha hekima ya Sulemani sura ya kwanza. Pendeni haki enyi waamuzi wa dunia, tafakarini habari za Bwana kwa moyo mwema na kumtafuta katika unyofu wa moyo, kwa sababu huonekana nao wasiomjaribu na kufunuliwa kwao wasiokosa kumwamini. Mradi fikra zilizopotoka utenga wanadamu na Mungu na enzi yake ikijaribiwa wafadhaisha wajinga. Hekima haingii katika roho ya mtu awazayo maovu, wala haikai katika mwili wa mtu asiyefungwa rehani na dhambi, wala kuwa roho takatifu yenye maadili huikimbia hila hubumburuka kujiepusha na fikra zisizo na akili, hufadhaika kuingiwa na udhalimu. Maana hekima ni roho ambayo huwapenda wanadamu, wala haimwachilii mkufuru katika hatia ya midomo yake, kwa sababu Mungu huvishuhudia viuno vyake na kusimamia hasa moyo wake na kusikiliza ulimi wake. Roho ya Bwana imeujaza ulimwengu, nayo na inaviunganisha viumbe vyote kujua maana ya kila sauti. Kwa hiyo kila anenaye siyo haki hufichika, haf, hafichiki kabisa, wala haki haimpiti ikafanya hukumu, yaani katikati ya mashauri yake mtu movu atachunguzwa na sauti ya maneno yake itamfikia Bwana ili maasi yake yahukumiwe. Ndiyo maana kuna sikio la wivu ambalo husikiliza yote, wala kelele za manung'uniko hazisitiriki. Jiadharini basi na manung'uniko yasiyofaa, na kujizuia ndimi zenu na masingizio, Madhali neno linenwalo kwa siri haliendelei bure, na kinywa kisemacho uongo huiangamiza roho. Msijikatie mauti katika ukosefu wa roho zenu, wala msijivutie uharibifu kwa kazi ya mikono yenu, yaani Mungu hakuifanya mauti wala haimpendezi walio hai wakipotea. Kwa maana aliviumba vyo vitu vyote ili vipate kuwako, na nguvu za uzazi zilizomo ulimwenguni ni za kuleta siha, wala hakuna ndani yake sumu yoyote ya uharibifu, wala ahera haina milki kama za kifalme hapa duniani, maana haki yaishi milele. Walakini wanadamu wasio haki kwa mikono yao na kwa maneno yao walijitia mauti, wakaifanya rafiki, wakadhoofu, wakaagana nayo, kwa sababu wamestahili kutiwa katika fungu lake. Sura ya pili. Maana walisemezana hivi huku wakifikiri yasiyo kweli Maisha yetu ni mafupi yenye masumbufu, wala hakuna dawa ya kuponya, iwapo binadamu aujia mwisho wake, wala hajajulikana mtu awezaye kufunga ahera. Tumezaliwa kwa bahati tu, hatimaye tutakuwa kana kwamba hatukupata kuwapo kamwe, mradi punzi ya puani mwetu ni moshi, hata na akili ni chache iliyowasha kupiga mioyo yetu ikizimika, utageuka majivu na roho itatoweka kama hewa. Halafu jina letu litasahauliwa, asizikumbuke kazi zetu hata mtu mmoja na maisha yetu yatapita kama nyayo za wingu, yatatoweka kama ukungu kama ukifukizwa kwa vianga vya jua na kushindwa kwa moto wake. Siku zetu ni kama kivuli kipitacho, wala mwisho wetu hauairishwi, kwa kuwa umetiwa muhuri wala hakuna aurudishaye. Haya basi, njooni tujifurahishe kwa mema yaliyopo, tuvitumie vilivyoumbwa kwa roho yetu yote kwa milki ya ujanani. Tujishibishe kwa mvinyo ya thamani na manukato, wala ua lolote la demani lisitupite. Tujivike taji za mawaridi kichwani kabla hayajanyauka. Pasiwe na konde la majani tusipopiga ngoma zetu za anasa. Na kila mahali tuziache dalili za machangamko yetu. Hilo ndilo fungu letu na sehemu yetu ni hiyo. Hata tumuonee maskini mwenye haki wala tusimhurumie mjane. Wala tusimjali mzee mwenye mvi kwa sababu ya umri wake. Bali nguvu zetu zituie sheria ya haki. Kwa maana aliye dhaifu amebainika ya kuwa hana faida. Zaidi ya hayo, na tumwotee mtu wa haki, maana hatuna haja naye. Naye yu kinyume cha matendo yetu, atukaripia ya kama tumeiasi torati na kutushitaki ya kama tumekosa adabu asema ya kwamba anamjua Mungu na kujiita mwana wa Mungu, ametawiwa magombezi ya fikra zetu, hata kumtazama twaona ni kigumu, niko gumu, maana maisha yake ni sawasawa na maisha ya wengine, na mwenendo wake ni wa kigeni. Tunahesabiwa naye kuwa kama madini hafifu, anajitenga na njia zetu kama na uchafu wenye haki aseme kuwa mwisho wao ni heri. Hujivuna ya kwamba Mungu ndiye baba yake. Haya, na tuone kama maneno yake ni kweli, tufanye kujaribu yatakayompata wakati wa mwisho wake. Mradi mwenye haki akiwa ni mwana wa Mungu, yeye atamtegemeza na kumwokoa mikononi mwa adui zake na tumhakikishie kwa jeuri na maumivu, ili tujifunze upole wake na kuithibitisha saburi yake. Akidhulumiwa hata tumhukumu auawe mauti ya aibu, maana atanga ataangaliwa sawasawa na maneno yake. Ndivyo walivyosemezana, wakakosea kabisa, kwa maana uovu wao ulipo uovu wao uliwapofusha, hawakuji hawakuzijua siri za Mungu wala hawakutarajia mshahara wa utakatifu wala kudhani ya kwamba iko thawabu kwao wenye roho zisizo na hatia yaani, Mungu alimuumba mwanadamu ili apate kuto kuharibika kwa mfano wake mwenyewe, ila ulimwengu uliingiwa na mauti kwa husuda ya Shetani, nao walio wa upande wake hupata kuionja.